Shalom, mtu wa Mungu, karibu katika mwendelezo wa darasa letu la kujifunza neno la Mungu na tupo bado katika mwendelezo wetu wa karama mbalimbali za roho mtakatifu. Tulikwisha kuona katika darasa la kwanza karama ya kwanza ambayo ni neno la hekima, na karama hii imetoka katika kundi la karama za madhihirisho. Karama za madhihirisho zipo tisa ambazo tunazisoma kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura 12 kuanzia mwanzo mpaka ule mstari wa 11 na kuendelea. Na katikati ya hizi karama tuliona kundi hilo, kundi la kwanza ambalo ni kundi la karama za utambuzi au ufahamu, na katika karama za utambuzi au ufahamu tumeona ziko karama tatu: neno la hekima, neno la maarifa na upambanuzi wa roho. Ikiwa hujapata darasa la kwanza, basi ni vizuri ukaenda kulipitia na hapa tunaendelea katika karama ya pili katika kundi hili hili la karama za utambuzi au za ufahamu. Kwa nini zimeitwa karama za utambuzi au za ufahamu? Ni karama ambazo zinachunguza na zinaangalia na zinaweza kuona mambo ambayo mwanadamu hawezi kuyaona na kuyatolea maamuzi. Na tunaenda katika karama ya neno la maarifa. Hii ni karama gani? Karama ya neno la maarifa ni karama ambayo mtu anapewa anakuwa na uwezo wa kuyajua mafumbo ya ndani yasiyojulikana kibinadamu, mafumbo ya ndani yasiyojulikana kibinadamu. Kwa hiyo hayo mafumbo ambayo yamejificha au ambayo hayawezi kutatulika kwa namna ya kibinadamu, basi Mungu huwa anafunua kwa kupitia karama hii inayoitwa karama ya neno la maarifa. Kama vile tunavyojua maarifa hata duniani, unaona vitu vingi ambavyo vimetokea, vimetoka katika maarifa vimejificha. Sayansi ni katika maarifa ambayo yamejificha. Paka leo unaona kwa nini tunaweza kutumia simu, ni maarifa ambayo yalikuwa yamejificha, lakini haya yameza kutatulika kwa fikra za kibinadamu. Lakini kuna mambo mengine ambayo yamejificha, huwezi kuyatatua kwa fikra ya kibinadamu. Karama hii ni tofauti na karama neno la hekima. Neno la hekima uh, inauliza uh, tufanye nini au tuendeje au tutendeje sasa hivi, lakini karama hii inauliza ni nini kinaendelea au kitu gani kimejificha. Kwa hiyo wenyewe inauliza ni nini kinaendelea au kitu gani kimejificha. Kwa hiyo hichi nacho kinahitajika katika kanisa nikupe mfano wa karama hii ambayo ni karama ya neno ya maarifa. Ni karama ambazo inaweza kujua siri za mioyo ya watu, inaweza kujua siri za mioyo ya watu, kitu kilichojificha katika moyo wa mtu, yenyewe inaweza ikatolea ufafanuzi wake. Na kwa nini Mungu ameweka hii? ili kwa lengo la kuweza pia kuwaponya watu na kuweza pia kuwafariji watu na kuweza pia kuwajenga watu, na kuonyesha kwamba yupo pia katikati yao, kuona shida zao na changamoto zao. Kwa mfano, utakumbuka Yesu Kristo alipokuwa pale kisimani. Ukisoma kile kitabu cha Yohana sura ile ya 4 mstari wa 16 mpaka wa 19. Yesu alipofika pale kisimani, alikuja mwanamke Msamaria. Yesu alipomuona, aliweza kujua mambo ambayo yanaendelea katika maisha yake. Akaweza kumweleza taarifa ambazo zipo katika maisha yake, kwamba wewe una wanaume watano na ule unaso wa kwako. Yule mwanamke alipoona vile akashangaa, mtu kajua habari zangu. Sasa yeye akaenda kuita watu, akamwambia twendeni nikuonyesheni watu mtu ambaye alinieleza habari zangu zote. Sasa karama inotumika pale ni karama ya neno la maarifa, na hii ipo katika kanisa sana tu. Mungu anaweza kamfunulia mtu siri fulani au taarifa fulani kuhusu maisha mtu fulani, kwa lengo la kutaka kumuombea, kutaka kumponya, kwa lengo la kutaka kumjenga au kwa lengo la kutaka kulijenga kanisa. Kwa hiyo, hiyo, inaitwa karama ya uh, maarifa, hiyo inaitwa karama ya neno la maarifa. Mfano mwingine tunaona kwa yule Anania, uh, Petro. Uh, Petro na Anania pamoja na mke wake takumbuka waliingia katika kanisa na walimdanganya Roho Mtakatifu, na hawakujua kwamba mambo waliofanya ni uongo. Kwa hiyo walipofika tu pale, utaona Petro akapewa kutambua kwamba wameiba au mitunza baadhi ya kitu ambacho kilipaswa kio cha Mungu, na pale pale Petro akaambia, kwa nini mdanganya Roho Mtakatifu? Baadaye wakaanguka wakafa, kanisa likaogopa. Umeona, pia karama hii inafichua maovu ambayo yanajificha ndani ya, ya kanisa. Wakati mwingine ikikosekana karama kama hii, maovu mengi yatakuwa yanatendeka na watu watakuwa hawajui, na watakuwa wanaendelea kuzoea dhambi. Kwa hiyo Mungu anapambanua pia, Mungu pia anafunua pia mambo ambayo yamesitirika au yanafanyika kwa siri, ili kwa lengo la kulijenga kanisa lake lisiingie katika minaso au mitego ya nani? ya adui. Lakini pia utakumbuka habari nyingine ya Gehazi, ukisoma kile kitabu cha Wafalme wa Pili ile ya tano kuanzia mstari 25 mpaka 27. Elisha alipokuwa anatembea na Gehazi, utakumbuka Gehazi alienda kuchukua uh, pesa za uh, yule Naamani, na baadaye Elisha akajua alichokuwa anakifanya. Baadaye Elisha akamwambia ule ukoma utakurudia wewe. Muone, Elisha aliweza kupata maarifa ya mambo ambayo hajulikani, na karama hii pia ilifanya kazi kwa Yusufu. Yusufu alipoa neno la maarifa, lakini pia neno la hekima, aliweza kutambua yaliokuwa katika akili ya, ya, ya Farao, au Daniel aliweza kutambua yaliokuwa katika moyo wa, wa, wa, wa Nebukadreza. Na baadaye tunaona Yusufu alivyopata kutambua, aliweza kutoa neno la hekima: tufanye hivi, tufanye hivi. Roma takatifu anasema kusanya, kwa sababu miaka ya njaa inakuja mbeleni. Kwa hiyo hivyo hivyo na tunamwona Yusufu aliweza kutambua ndoto ya nani, ya, ya, ya mfalme Farao. Vile vile Daniel aliweza kutambua ndoto ya nani, ya Nebukadreza kwa hiyo hii karama ni karama ambayo inachunguza mambo ambayo yameendelea au mambo ambayo yamepita na kuweza kulipasha kanisa. Kwa hiyo ipo mifano mingi katika Bibilia, naamini mpaka hapo utakumepata kitu ambacho unapasa ukifahamu kuhusiana na karama hii. Sasa lengo la karama hii, kama tulivyosema, lengo lake ni kufunua ukweli uliojificha. Kuna mambo mengine unakuta kuna, kuna mambo yanatendeka ambayo yamejificha, lakini ikiwepo basi mambo yote yanamulikwa, yaliokuwa gizani, yanaonekana nuruni. Lakini pia kuthibitisha imani za watu. Mtu akishona, kuna siri za mioyo ya watu zinatajwa, basi watu wanainuka kimioyo, wanasema kweli Mungu uko pamoja na sisi. Lakini pia kulilinda kanisa, panapotokea mambo ambayo yanatendeka kwa siri ambayo ni mabovu na mabaya, Mungu akidhihirisha, maana ni kwamba kanisa linafanyaje, linalindwa li na, na mavamizi ya yule mwovu au dhambi kuzoelea. Lakini pia kuleta uponyaji na a, kufunguliwa, kwa sababu kuna mambo mengine hawezi kutoka kama mtu asipotambua uh, asipoweza kufahamu asili au chimbuko la kitu fulani. Labda kwa mfano, unakuta mwingine, uh, anakuja kanisani. Anatamani kufanyiwa ma maombezi na anaomba ombeo labda shida katika ndoa yake ili pengine apate mtoto. Na kweli, ameomba muda mrefu, ameombewa muda mrefu, hajapata mtoto. Sasa anapokuja katika kanisa, kumbe Mungu anamuonyesha ana dhambi ambayo hajaitubia kumbe Mungu anamwonyesha ana dhambi ambayo hajaitubia, ametoa mimba nyingi lakini hajatubu dhambi. Roho Mtakatifu anaweza kumfunulia akamwambia katubu kwanza dhambi, uwe na moyo safi. Alafu ndipo uje kuomba utapata mtoto. Unaona, hapo tunaona neno la maarifa limetumika. Na hili linakuja kwa watu wengi. Unakuta mwingine ana amefanya mambo mengi huko hajasamee, hajaachilia, anakuja anataka ana asaidiwe na Mungu. Mwingine ana dhambi zake, ana mizigo ana mingi anapaswa aiachilie ili aponye. Lakini bado ameshika. Mwingine ana vikoba vya uganga nyumbani, badala aviache ili aje kuponywa, anataka kuponywa na vina vikoba vyake vya uganga. Inahitajika neno la maarifa ili kuweza kumsaidia huyu mtu. Kwa hiyo karama kama hii pia inafanya kazi. Yamkini unaweza kuwepo katika kanisa, ukahisi ndani ya moyo wako kwamba au Mungu akakufunulia kwamba kuna mtu labda ni mgonjwa anauma mguu au kuna mtu labda ana maumivu hata katika tumbo, kuna mtu fulani ana huzuni ndani ya moyo wake. Hivi vitu Mungu anaweza kaviweka katika moyo wako. Ujue Mungu anakupa a, anakupa neno la utambuzi kuhusiana na maisha ya watu. Kwa hiyo ukienda hapo, nenda na kusema au tamka, waambie kuna kitu fulani Mungu kanidhihirisha. Pengine yuko mtu katikati ya kusanyiko hapo, Mungu ataenda kumponya. Mungu anasema labda, Mungu anasema nenda kafanye kitu fulani, utaponya. Nenda kafanye kitu fulani, utajengwa. Kwa hiyo hili ni karama ambayo inafanya kazi sana na ipo katikati yetu, inaitwa karama ya neno la maarifa. Kwa hiyo chochote kile ambacho unaona unafunuliwa kuhusu mtu, kuhusu hali inayoendelea katika kanisa, kuhusu mazingira, ujui ni karama ya neno la maarifa, tofauti na karama ya neno la hekima. Neno la hekima inakupa suluhisho ya jambo fulani, inakupa ufahamu wa jambo fulani kutenda, lakini neno la maarifa inakupa kujua siri na mambo yaliyojificha ambayo yanaendelea sasa hivi na yale yaliyopita kuhusiana na mazingira ya watu wa Mungu katika kanisa. Kwa kumbuka, karama hii ni ya kulijenga kanisa, kwa hiyo ni lazima pia iwepo, na Mungu anaweza kaifunua kwako au tayari asha kuifunua kwako, hujajua na kama acha kufunulia basi endelea kuomba Mungu endelee kudhihirisha karama hii katika kanisa ili kanisa lake likapata kwenda kujengwa. Sehemu ya karama ya tatu katika kundi hili la kwanza la karama za utambuzi na ufahamu ni karama ya upambanuzi wa roho. Karama hii ikoje? Hii ni mtu anapewa uwezo wa kuelewa chanzo au asili ya kitu, uwezo wa kimungu wa kujua chanzo au asili ya kitu. Unajua asili, umepambanua, unajua asili, umepambanua ya kitu kwamba je, hichi kinachosemwa, hichi kinachotendwa kinatoka kwa Mungu, au kinatoka kwa mwanadamu, au kinatoka kwa Shetani? Sehemu hizi tatu: kinatoka kwa Mungu. Je, kinatoka kwa mwanadamu, au kinatoka kwa Shetani? Kwa hiyo wakati mwingine shetani anaweza akaingia akasema kitu, na kwa sababu nyinyi mmekosa kuwa na upambanuzi, mkadhani ni Roho Mtakatifu, kwa sababu anapenda kujibadilisha kama malaika wa nuru, kuja kuleta au kupanda mbegu zake mbaya katika kanisa Iko mifano mingi sana utakumbuka Paulo na yule kijakazi alipokuwa kule Filipi. Ukisoma kile kitabu cha Matendo wa Mitume sura 16, mstari wa 16 mpaka ule wa 18. Paulo alipokutana na yule mwanamke yule binti alikuwa na pepo la utambuzi na kwa muda mrefu likala alimshuhudia Paulo kwamba wewe ni mtumishi wa Mungu wa kweli na sasa kama Paulo asingekuwa na roho ya kupambanua, angesema kweli, roho za manabii zinawatii manabii, hii ni roho ya Mungu anayenishuhudia mimi. Lakini ukweli ni kwamba alikuwa lina, lina, linamfanya Paulo A, awe kama taira as, asifikirie zaidi ili iendelee kufanya kazi. Lakini Paulo akapewa utambuzi wa roho, akajua hiyo roho ya Mungu hata kama inasema neno la Mungu, akamkemea yule pepo, akamtoka yule mtu na yule mtu akapona. Kwa hiyo nahitaji upambanuzi, na karama hii tunahitaji pia katika kanisa. Watu wengi sasa hivi wanadanganyika, kwa sababu wanaweza kuwa wanaambia unabii unaenda kutokea, wanadhani ni Mungu kaambia. Wanaweza kwenda kwa mtu fulani, akafanyia kitu fulani aaa, ukadhani ni Mungu, Mungu. Kumbe sio ni shetani ametumia njia hiyo kuharibu. Kwa hiyo unahitaji kukaa ndani ya kanisa ili Mungu atende kazi au Mungu akupe pia neema karama hii ya kuweza kupambanua pia roho. Mfano mwingine ni Yesu alipokuwa na Petro, utasoma kitabu cha Mathayo sura ya 16 mstari wa 21 mpaka 23. Petro alikuwa ni mtumishi wa Mungu. Petro, muda mfupi kabla hapa, utaona Yesu aliwauliza mitume wake, watu wanasema kuwa mimi ni nani? Petro akasema, wengine mitume wakasema, wengine wasema ni, ni nabii, wengine wanasema ni Yeremia, wengine Elia. Yesu akauliza, na nyinyi mnasema kwa mimi ni nani? Petro akasema, wewe ndio mwana wa Mungu ale hai. Yesu akamwambia, haukufunuliwa na wanadamu damu na nyama vikufunulia, bali ulifunuliwa na baba yangu ale mbinguni, najua mwambao nitalijenga kanisa. Petro alifunuliwa hilo jambo na Mungu, lakini saa hiyo hiyo Yesu akaanza kusema, nitaenda kupata mateso mengi, lakini Petro akaja akamvaa akamwambia, hautapata mateso hautapitia katika ma majaribu. Kumbe shetani alimwingia Petro, akawa anazungumza maneno ambayo sio ya Kimungu, lakini sekunde chache nyuma alikuwa anazungumza neno alofunuliwa na Mungu. Kwa hiyo shetani anaweza akaingia hata katikati ya kinywa cha mhubiri. Akazungumza maneno, unaweza kudhani ile maneno ni ya Mungu kumbe ni maneno ya shetani. Kwa hiyo lazima uwe makini ili Mungu akupe karama hii ya kuweza kupambanua roho kwa sababu roho za udanganyifu ni nyingi. Ndio maana Mtume Yohana alisema zijaribuni hizo roho na mzichunguze kama kweli zinatoka kwa Mungu au la. Ipo mifano mingi utakumbuka pia uh, upambanuzi mwingine ni Yesu alipokutana na Nathanieli. Yesu alipomwona Nathanieli akamwambia, Mwisraeli kweli kweli asiyekuwa na hila wala mawanda ndani yake. Yohana sura ya 1 mstari wa 47. Alimuona akagundua ni mkweli Inafanyaje kazi? Unaona oh, so, Mungu, Mungu kama kuna uzuri fulani, kuna ibada fulani za kiroho kuna madhirisho fulani lakini uwepo wa, wa ya uwepo na kuonyesha kwamba kuna tatizo liko hapo hakuna roho ya Mungu ilo eneo inafanya kazi kwa namna hiyo. Na Mungu anaiachilia hii ili kuwalinda waamini wasichukuliwe na mafundisho ya uongo au udanganyifu wowote wa shetani, lakini pia anathibitisha kwa kwamba yupo katikati ya watu wake. Lakini pia inafanya kazi ili kufunua uovu unaoendelea ndani ya mwili wa Kristo. Kwa hiyo ndugu yangu, hii ni karama ambayo Mungu anaweza akaiachilia hata na kwako na anaweza kaachilia kwa kufunulia kabisa, Mungu akakuonyesha kabisa roho fulani iko mahali fulani, au Mungu akakupa kuelewa maneno fulani yanayozungumzwa, sio maneno ya Mungu nyuma yake, hata kama yamepambwa vizuri. Kristo anakupa uwezo wa kutambua kwamba shetani ametumia hila kuyasema maneno ili kupotosha watu. Ukishapewa karama kama hii, hakikisha unaenda kuliambia kanisa, hakikisha unawaambia watu wa Mungu, usikae na kitu ndani. Mungu anafichua vitu vingi. Mtu mwingine unaweza kudhani ana roho, kumbe kuna roho ya mashetani kwa nyuma yake inamsukuma kufanya mambo ambayo atokani na Mungu. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo ni lazima ulifahamu katika mwili wa Kristo. Hapa tutakuwa tumeshakwisha kuona uh, karama hizi tatu za kwanza katika kundi la madhihirisho, karama za madhihirisho, karama tatu kati ya tisa, ambazo hizi tatu kundi lake ni karama za utambuzi au fahamu. Tunaenda sasa katika kundi la pili ambalo ni karama za nguvu. Alafu tutaenda katika kundi la tatu ambalo ni karama za usemi na tutaendelea katika darasa linalofuata, lakini tafakari kwanza hizo mbili ambazo tumekusha kujifunza leo, ambayo ni karama ya neno la maarifa na karama ya upambanuzi wa roho. Hizi karama mbili kanazo Mungu anaweza kukutumia au anaweza kukutumia kuzidhirisha katikati ya watu, katikati ya kanisa. Msisitizo ni kwamba karama hizi Mungu aliziachilia kwa lengo la kulijenga kanisa, sio kwa lengo lako binafsi kujionyesha au kujifunua. Ukiwa na nia kama hiyo, Mungu hata azidhirishi. Ukiwa sio mtu wa kukaa na kanisa Mungu hawezi kuzidhirisha. Lazima pawepo na kusanyiko, kundi la Bwana ili Mungu aweze kuachilia karama hiyo. Kwa hiyo jifunze sana kukaa katikati ya kanisa, lakini pia kuwa na lengo la kulipenda kanisa na kulijenga. Mungu atakufundisha, atakufunulia mambo ambayo yanohusiana na kanisa lake. Mungu akubariki sana. Tukutane katika darasa lijalo ambalo tutaenda kuangalia karama hizi za nguvu ambazo na zenyewe zipo tatu. Tutaziangalia hizo tatu afu baadaye tutaendelea na karama nyingine. Mungu akubariki sana. Shalom.